Ndugu yangu, kuna baadhi ya dini yeah, na zinatumia maandiko kwenye Biblia bana, ukisoma kitabu cha mambo ya Walawi yeah, Mungu anamwambia Musa, anawaambia watu baadhi ya samaki ambao watawala. Sasa kulingana na Biblia inaonyesha, Mungu anamwambia kwamba samaki asiyekuwa na magamba na mapezi, watu wasile yeah. Sasa cha ajabu hawa wanaokatazwa wakiwanunua hawa nao katazwa, waki, waki hawa samaki wenye magamba yani sato, sangara bado wanawapalua yale magamba wanayapika vile vile, wakati Mungu wao amewakataza wa kwamba usile samaki asiye kuwa na magamba. Sasa hawaoni kama wanatenda dhambi, maana wanawatolea yale magamba. Swali nzuri, cha kwanza ndio kuelewa kwamba Biblia haijaweka watu wazi ha, miwachanganya watu kwa sababu kuhusiana na hivyo vitu ambavyo wao wanasema ameambiwa wasile kwa mujibu wao, ukifuatilia zaidi ya vina makasoro yote. Kwa hiyo lengo la mzungu pia lilikuwa tu ni kufanya vile vitu ambavyo muumba mwenyewe aliruhusu watu wake wale. Wa, wao wanafanya watu wasile na wanawahalalishia kula vitu ambavyo neno halitaki. No. Na ndio maana hata ukiangalia kwa asilimia kubwa kwenye ya, ya ya mifungo ya ya baadhi ya waumini mfano wa Uislamu. Ukiona kwenye mifungo yao, wao pia wanakataza kitimoto kwamba ni kufuru. Lakini ukiangalia hata wauzaji wanaofanya biashara hizo, biashara zao zinakuwa ngumu pale kipindi ambacho ni cha hiyo mifungo yao. Kwa hiyo Biblia pia ishachanganya watu na watu wote wameshachanganyikiwa. E, ndo maana ndugu yangu. Ndio. hapo umenifungua kitu sasa. Mimi nikawa najiuliza kama Mungu amewaambia wa wale samaki mwenye magamba, ina maana anamaanisha tukimtoa samaki ziwani, anatakiwa apikwe hivyo hivyo kulingana na hilo andiko, anatakiwa kutoa uchafu, yani apikwe kulingana na hilo andiko apikwe na magamba yake, basi na na utumbo na utumbo pia anatakiwa asitolewe. Sasa hapo wakusema lakini, kuhusiana na magamba apikwe. Apikwe, Apikwe hivyo. <laughs> hivyo. hivyo. apikwe. <laughs>